Wanagenzi 150 wanaosomea kozi ya ualimu katika eneo bunge la Lafey, kaunti ya Mandera wamepata ufadhili kutoka kwa hazina ya ustawi wa eneo bunge hilo katika hatua inayolengwa kushughulikia tatizo la uhaba wa walimu katika eneo hilo. Mbunge wa Lafey, Muhamed Abdikeir, amesema kuwa ufadhili huo utawezesha walimu wakifuzu na kutumia utaalamu wao katika maeneo bunge yao kuhakikisha wanafunzi wanatimiza ndoto zao. Abdikir alisema haya katika chuo cha mafunzo ya walimu cha Mandera ambapo pia aliwahimiza wanafunzi kuchukulia kwa uzito kozi ya ualimu ambayo ina manufaa mengi. Aliahidi kuwa serikali itaendelea kuwekeza katika muundo mbinu wa elimu, vifaa vya masomo na kuwasaidia walimu kupitia hazina ya maendeleo ya ustawi wa maeneo bunge.

Wahifadhi wa mazingira katika eneo bunge la Malindi wanawatahadharisha wakazi na watalii dhidi ya kutupa takataka kiholela kwenye fuo, hali inayosababisha uharibifu wa viumbe vya majini, wakiongea wakati wa shughuli ya kusafisha mji wa Malindi. Wana mazingira hao walielezea wasiwasi kuhusu hatari kwa viumbe wa majini, wakihimiza kuwekwa kwa mapipa ya kutupa takataka katika maeneo tengwa ili kuzuia uharibifu zaidi wa mazingira.